Maono aliyotoa mheshimiwa rais, tunamshukuru sana, na haya yanakuwa kama ni mwelekeo wa kisera, lakini vilevile vile maelekezo kwa viongozi wanaohusika na masoko katika maeneo mengine mbalimbali ya mbali nchi, waangalie hiki kinachofanyika hapa na yale maelekezo ya mheshimiwa rais, waweze kuangalia namna gani wanatenga maeneo tengefu ambayo ni jumuishi kwa ajili ya malezi, makuzi na maendeleo ya watoto kwa wale wafanyabiashara au wajasiriamali wa kike na wa kiume ambao wanafanya kazi katika masoko yao. Nini tutaenda kuangalia kuweka miundombinu ili iweze kwa kuwezesha kuanzisha vituo vya kulelea watoto wadogo mchana katika masoko kwa kuanzia na haya ambayo tunaanza nayo mwaka huu, lakini pengine kwa siku za baadaye tukaweza kueneza uh, utaratibu huu katika masoko yote ambayo yako ndani ya mkoa wa Dodoma ikiwa ni kuhakikisha watoto wanafikia malezi ambayo ni timilifu. E, wafanyabiashara walio wengi ni akina mama na mkusanyiko ni mkubwa. Ili kutoa huduma iliyo bora na nadhifu kwa wateja, watoto ni lazima walelewe e, sehemu ambayo imeandaliwa kama hapa, ili yule mama aweze kutoa huduma vizuri na yenye kiunadhifu kwa wateja wake. Kwa hamasa yetu sasa, hatuishii hapa. Manake tunataka tuone sasa masoko hata mengine na maeneo mengine ya mikusanyiko hata vijijini. Sasa ni muhimu, ni lazima kila kijiji tuwe na kituo cha kulelea watoto, ili kwanza akina mama wapate nafasi ya kutosha kwenda kufanya shughuli za uzalishaji mali, kwenda shambani, lakini pia watoto watalelewa katika mazingira sahihi na mazuri. Vituo vyote vya kulelea watoto, tukianzia na hiki, wanapata lishe bora kwa hiyo katika misingi tunayopambana tunayopambana kuondokana na swala zima la udumavu manaake, hapa na maeneo mengine watoto watalelewa kwa makuzi yaliyo sahihi, kwa sababu watakuwa wanapata chakula ambacho kina mchanganyiko wa mambo yote muhimu. Ni kweli tumejifunza mengi na kuhakikisha kwamba nini, masoko mengine na wao wageni ambao wamekuja kutembelea, ambao ni wenye vitu wa masoko, mameneja wa masoko, maafisa ustawi wa jamii ngazi ya mikoa kutoka mkoa wa Dodoma na Dar es Salaam, wamejifunza mengi ambayo sasa na wao wataenda kuyatekeleza kwenye masoko yao walikotoka. Mwisho kabisa uh vituo hivi ni muhimu kiasi gani? Kwa sababu tumeona biashara inapokuwa bizi, wana hata watoto wanafanyia vitendo vya ukatili. Labda kwa kiasi gani vinaweza kusaidia vituo hivi kunusuru watoto? vituo hivi vya malezi na makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto mchana ni vya, vina umuhimu kubwa. Kama tunavyofahamu mtoto anapokuwepo hapa anakuwa yuko salama. Tumeshaona kuna walezi ambao wanawaangalia hawa watoto kwao kwenye suala la ulinzi, watoto wanapata ulinzi mzuri, wanakula chakula vizuri. Ni tofauti ambapo hao watoto wangekuwa na wazazi wao kule chini, wakabaki wanalandalanda kwenye soko. Lakini kwenye soko pale tunajua kwamba wapo watu wazima, kuna lugha mbalimbali zinaongelewa na watu wazima, kuna lugha ambazo zingine hazistahili watoto wadogo waweze kujifunza, lakini uwepo wao huku wanajifunza mambo mazuri ambayo sasa tunasema tunapambana na mmomonyoko wa maadili kwa watoto wetu. Kuwepo kwa kituo hiki kimesaidia hawa watoto kulelewa katika maadili, lakini kulelewa katika ulinzi na usalama. Kituo kimeendelea kukua, ambapo mwaka 2023 kituo kilianza na watoto 19 tu na mpaka Januari 2026 kituo kina watoto 65. Jumla ya watoto 28 wamejiunga na elimu ya awali maana wame graduate kutoka katika kituo chetu. Kituo kinachangia jitihada za mkoa katika kupunguza kiwango cha udumavu kwa kutoa chakula chenye ubora kwa kuzingatia lishe bora, ambapo asilimia 98.4 ya watoto wanaolelewa kituoni wana hali nzuri ya lishe, kuondoa watoto 65 katika mazingira hatarishi yanayoweza ya kuathiri ukuaji wake ikiwemo kupata magonjwa ya kuambukiza na kufanyiwa vitendo vya ukatili lakini pia kuweka mazingira rafiki yanayozingatia afya na ukuaji wa mtoto pindi wazazi wao wanapokuwa katika mazingira ya ufua, e, utafutaji. Lakini pia mheshimiwa uh, naibu katibu mkuu, kutoa watoto wote kupimwa hali ya lishe kwa kila robo na kutoa ushauri juu ya ulaji unaofaa kwa wazazi au walezi wa watoto kila robo ya pili. Katika robo ya pili hii jumla ya watoto 65 walipimwa hali ya lishe ambapo watoto 64 walikutwa na hali nzuri. Mtoto mmoja alionekana kuwa na ukondefu wa kadiri. Mzazi alipatiwa elimu juu ya uandaaji wa chakula cha mtoto wakati akiwa nje ya kituo. Huduma ya chanjo na dharura. Mheshimiwa naibu katibu mkuu, kutokana na umuhimu wa ufuatiliaji wa maendeleo ya mtoto katika eneo la afya, kituo kinatoa huduma mbalimbali mbali za afya ikiwemo huduma za huduma ya kwanza, huduma ya chanjo la, na huduma ya ufuatiliaji wa hali ya lishe na ukuaji wa mtoto. Mchango wa wadau. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, kituo kimekuwa kikishirikiana na wadau mbalimbali ambapo mwaka 2025 halmashauri ilipata mdau CRS na consonant kwa ufadhili wa UNICEF ambaye anatekeleza mradi wa lishe ya mwanao mmoja ya eneo a, la utekelezaji wake ni a, sokoni, ambapo ameweze, amewezesha shughuli zifuatazo: ya kwanza kuwajengea uwezo kamati juu ya uendeshaji wa kituo, lakini pia mafunzo ya watoa wa huduma wa kituo juu ya uendeshaji wa kituo, lishe, malezi changamshi na utenge, e, utengenezaji wa vifaa vya uchangamshi kuwajengea uwezo uh, na kuwawezesha maafisa ustawi wa jamii, maafisa lishe na maafisa maendeleo ya jamii juu ya usimamizi na uendeshaji wa kituo. Kufanya mikutano na hamasa ya sokoni na kata za, eh, za jirani juu ya umuhimu wa matumizi ya kituo.